Oktoba, Oktoba tunatiki. Oktoba tunatiki. Oktoba tunatiki. Oktoba tunatiki kwa matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatwendi kutiki kwa matakwa ya katiba ya Chama cha Mapinduzi. Hatwendi kutiki kwa matakwa ya katiba ya Chadema wala chama chochote cha upinzani. Ila tunaenda kushiriki uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa sababu katiba yetu inasema kila baada ya miaka mitano lazima tushiriki uchaguzi, na katibu alisema hapa wa chama ya kwamba tunapokwenda kushiriki uchaguzi haimaanishi viongozi waliopo wamefanya vibaya, ila kwa sababu ya matakwa ya kikatiba lazima tuhakikishe tunashiriki uchaguzi mkuu. Kwa hiyo kisitokee chama chochote cha siasa kikapotosha ukweli wa Katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba uchaguzi hauwezi kufanyika. Kuna watu wanakuja wa, na, na slogan yao ya no reform, no election. Wanatuambia no reform, no election, wametusomesha, wametusomesha. Sasa kwa nini waje na viingereza eh? Na ninataka niwaambieni Chama Cha Mapinduzi ndio chama mama, chama dola, chama tawala ambacho kinatambua mahitaji halisi ya wananchi. Chama hiki hakina propaganda. Chama chama hiki kinaishi katika uhalisia, na kwa sababu sisi kama chama, ni tuna itikadi yetu. Itikadi ni imani. Tuna imani ya kwamba binadamu wote ni sawa, tuna imani yule ambaye anapaswa kufanya kazi halali afanye bila kubugudhiwa. Hiki ndicho chama chetu. Kwa hiyo wanapokuja watu wengine wa kupotosha ukweli, ah, sisi tunachelewa maendeleo, hamna tuwaambia kwamba maendeleo ni mchakato wa hatua moja kwenda nyingine. Leo hii imejengwa barabara kutoka Wenda mpaka Mgama ya lami, mawazo ya barabara ile yanahama. Mawazo atakao kuja ni kutoka njia panda ya Mgama kuja huku. Hayo ndio maendeleo, ni mchakato wa hatua moja kwenda nyingine. Kama tuna shule ya kata sasa hivi ilikuwa ni inaishia form four, sasa hivi inaenda kidato cha tano hayo ndio maendeleo. Maendeleo hayaji kwa maujiza. Siasa ni sawa na maisha tunayoishi nyumbani nyumbani, yaani tungekuwa tungekuwa tungekuwa tunajiamulia maisha kama wenzetu wa Chadema wanavyotaka, tungekuwa tunakula nyama kila siku nyumbani. Tungekuwa tunakula samaki kila, lakini tunakula siku moja maharage, siku nyingine tunakula mboga za majani, siku nyingine tunakula kande kwa sababu ya bajeti yetu na kile ambacho kinaingia ndani ya nyumba yetu na kwa upande wa serikali hivyo hivyo, asiwadanganye mtu, kwa sababu tunaojenga nchi ni sisi wananchi, kodi zetu ndizo ambazo zinajenga nchi. Sasa sisi tunakusanya milioni moja, unataka tule milioni tano, hizo milioni nne zinatoka wapi? Kwa hiyo tufunguke, chama hiki ni chama imara, na kwa misingi ambayo ina, inawalea viongozi ni misingi ambayo iko imara. Wasisi wa chama hiki waliacha misingi mizuri sana inatulea tukiwa chipukizi. Sasa hivi tuko umoja wa vijana hapa hapa tunalelewa. Mheshimiwa Diwani, itafika wakati umri utamtupa, tunategemea vijana hapa ndio watakuja kuwa diwani baadaye. Tunategemea vijana sisi tuliopo ndio utakuja kuwa mwenyekiti wa chama, tunategemea sisi tuliopo tutakuja kuwa katibu wa chama, tutakuja kuwa mwenezi. Ukubali ukatae, ukweli unabaki pale pale itafika wakati katibu, hata kutembea unashindwa, tutasema tunakuomba ukae okay, pembeni. Ni, mtaona ni kwa namna gani Chama Cha Mapinduzi kinatuandaa, ili zoezi lilofanyika hapa, naomba ikiwezekana liende kwenye matawi mengine. Itapendeza sana, itapendeza sana ndugu zangu, Oktoba tunafanya nini? Mama Samia.